uone namna gani dini yetu ya Uislamu ilivyokuwa nzuri na namna gani hatuijui dini, au watu wengi hawaijui dini. Kwani hatujawahi kunyeshelezewa na mvua sisi mpaka tukatosheka, alafu ikawa inaleta madhara, huwa tunatamka maneno gani? Huwa tunaomba dua hii, japo sio kwa lafzan kama ilivyo, japo kwa maana, labda kusema heyo ya Allah basi itoe hapa ipeleke vijijini huko eh, mabondeni huko, au watu natukana, matuzi mazito, mvua inatukanwa ina, ina, ina sio mvua mengine bwana, vipi? Mwislamu wa vipi? limvua linanyesha tu <coughs> balaa sasa hivi maneno amezoeleka mpaka kwa watu wa dini, Allahu al-musta'an. Kumbe kuna maneno mazuri kabisa yenye hikma nyingi kwamba hutakiwi kumwomba Allah mvua ikate, mwombe Allah aipeleke sehemu ambako itaendelea kuleta manufaa kunyesha kwake, mapolini, milimani, mabondeni Ndiyo maneno ya sawa, sio masala ya kutukana katika hadithi. Alafu kutukana hizi e, alawalimu lkaunia, hivi vilimwengu ambavyo mudabiruhu au mudabiru ha huwa Allah, mwenye kuviendesha ni Allah, Allah. Ni kumtukana Allah kwa sababu aliyoileta ni yeye, na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasemaje, yudhini bnu adama yasubu dahra, ananiudhi hadithi qudus, ananiudhi mwanadamu yasubu dahara, anazitukana zama. Anazitukana zama zama, vinaingia hivi vitu vyote ambavyo Allah anaviendesha mvua, upepo. Mwanadamu ananiudhi, yasubu dahara, anazitukana zama, wa ana daharu, wakati mimi mwenyewe ndiyo zama Wanasema maulama ai, wa ana mudabbiruha, kwa maana mimi ndo mwenye kuziendesha hizi zama. Hii mvua inaonyesha hivi, niliyeileta ni mimi. Ukitukana maanake unamtukana aliyeileta. Kwa sawasawa ni kuomba kwa adabu. Mara ngapi watu wanasema ah, huu mwaka bwana ni mbaya kwelikweli? Aliyouleta ni Allah, mwaka hauna ubaya, madhambi ya watu kama mwaka huo kuna ukame, ni kwa sababu ya madhambi ya watu. Mbona unajitoa kwenye lawama unamrudishia Allah? Ni madhambi yenu, kwa watu wawe e, wataadab na Allah subhanahu wa ta'ala, wakiona mambo kama haya ikhtilatu e, ikhtilat madha anivam kubadilika ile mifumo na nidhamu ambazo Allah ameziweka kwapatwa ukame au mafuriko, wanatakikanwa wazilaumu nafsi zao, kwa sababu ndiyo chanzo madhambi yao ndiyo chanzo. Wasikimbilie kutukana kile kilichokuja, hali ya kuwa mwenye kukiendesha ni Allah na amekileta tu kuatia adabu baada ya kuwa nyinyi mmefanya madhambi. Hadithi hii, miongoni mwa mafundisho makubwa kabisa ni hilo. Hakunaga mwaka mbaya, hakunaga mwezi huu ni mbaya